ambacho kwamba kimetala anea kisa hicho kimekuwa kinaelezwa tu hivi hivi, asilimia kubwa wengi wetu tungekuwa wazito kukubali kmaa kweli, lakini maadamu kimeelezwa na Allah tabaraka wataala, na yeye manena nakutueleza mazimu yao ya kweli, kul sadak Allah aa mambie mtu wa Muhamad haseni amma, nasema ukweli lazima tukiamini. Ni kisa ambacho kwamba mara nyingi kishatolewa na matokoweni, lakini imetarajia kwa uchache wa elimu yangu nitakavyo kitoa sijandaye na mtihani <coughs> katika binadamu, kujua rafiki wa kweli anayekupenda kweli ni yule atakayekusaidia wakati wa huo katika mitihani. Lakini Allah akikupenda kweli atakuingiza katika mtihani, akuone utamfadhilisha yeye Allah ama utafadhilisha nafsi yako, akuone utafadhilisha pepo yake aliyokuandalia, ama utafadhilisha dunia unaishi juu yake

ajalla yotemkumbu atakapewa kwa haraka duniani tu, tutampatia yeye kwa haraka lakini, je, atapewa chochote anachotaka? Asema la, ajalla ajanaau, tutampatia kwa haraka, maana sha kile tunachotaka sisi, si yeyote anayotaka yeye atapewa, lakini kile tunachotaka sisi, mana anachotaka Allah ndio atakupatia. Najua watu wote wanaotaka hapa duniani wanapewa. Nimairii kwa hiyo tunayechagua sisi. Kwa hiyo ukitaka kwa haraka hapa duniani, kwanza, utapewa kila anachotaka Allah, si yale yote wanaotaka wewe. Pili, watapewa baadhi, si wote wanaotaka kwa haraka. Lakini man arada al akhirata hat wasaa laha sayaha wa mumin, na afanye bidii ya kuipata pepo aliyokuwa iko na imani, ulaika kana sayhu mashkura, hao ndo bidii yao itakuwa nienye kushukuru na Allah tabaraka wataala amejiita ni shakuru, ni mwingi wa kushukuru. Imaana jambo dogo zuri unalolifanya anakulipa malipo makubwa ambayo kwamba ukilinganisha na lile ulilofanya malioyaingilian kwa sababu ungi kushukuru. Na nyote mnafahamu hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yule mwanamke ambaye kwamba ni kahaba niwafanya uzinifu, amemnywisha umbwa maji na Allah akamsamia madhambi akamrehemu. Na kamza wake alimnywisha umbwa maji mara ngapi? Naam, alimnywisha mara ngapi?

ama ukweli wa imani yake, ama ukweli wa mapenzi yake, lakini ulikuwa anataka kutufunza sisi kupitia kisa cha Nabii Ibrahimu. Haya ndio mapenzi ya kweli, na sisi tukiwa tutadai kweli tumpenda Allah, tuwe kama huyu kiongozi wetu baba. Amepewa mtihani kadhaa, mtihani wa kwanza wanyama wameishi ndani ya moto 3 <coughs> days 24 hours times 3 yuko ndani ya moto lakini, <coughs> ndani <ya> moto hawakumchoma. Mtihani watatu, <coughs> aliyo amepewa, baada kwa kuomba muda mrefu apewe mtoto, alipopewa mtoto akaambia huyo mtoto na mamake awapeleke jangwani waketi peke yao yeye yeah, achane nao wala ndio mtu aea asl na beiauiii nimewapeleka familia yangu waenda wakiti sehemu jangwani, kwa malingo wapate kusimamisha sala. Mwisho mke wake anamwambia, hapa ni desert, hamna maji, hamna mimea, hakuna duka, hakuna yoyote. Wewe unaondoka na wewe mwanamume, na mimi ndo nimejifungua saa hizi, mtoto mdogo wa nyota. Mimi mama afanye ile vizuri, nishibe mtoto apate maziwa. Ni nani atakayetusaidia? Wewe Ibrahimu ibn Ibrahimu, na wala angalio Musa auliza Allah, mwaka bihadha hivi mora kwa kuficho kwenye hivi kadiri kusema naam. Mke wake akasema, ikiwa Allah amekuambia hivyo, kwa nini basi Allah hata tuwacha tunadidimika hapa, na yeye ndiye atabeba majukumu yetu? Nabii Allah Ibrahim aliomba dua sana, na hakuomba dua tu kupata mtoto, bali ali aliomba dua apate mtoto mwema, sio mtoto tu, tofauti na sisi wengi. Tukiomba dua, huwa tunaomba tupate watoto hatuombi kupata watoto wema, lakini Nabii Allahi Ibrahim alisema rabbi habli min as-salihin, ewe mola wangu nipatie mtoto wema. Kisha angalia tumia neno hapa hapa katika lugha ya Kiarabu, hizi words ziko na meaning tofauti. Hata Nabii Allahi Zakaria alipokuwa na mtoto fanadathu al-malaikatu

mpaka aweze kuongea na wanyama, aweze kucontrol majini, aweze kuamrisha upepo. wasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukhaan haythu asaf, mpaka kuweza kuamrisha upepo. Kwa hiyo huu uwezo wote mtu atapata kwa bidii yake, utaenda wenye shejimu, ndio uweze kuamrisha upepo ufanye kazi. Alijua kwamba hii yote haiwezi patikana kwa ujanja wala kwa bidii wala kwa lolote ndio maana akaomba dua kwa Allah na akatumia neno hapo. Hapo ni Allah kukupatia kitu ambacho kwamba huwezi pata kwa bidii yoyote utakaokuwa nao. Na hii ni ishara tosha kuonesha mtoto hawezi pata kwa bidii yako. Ni Allah anakupatia. Lakini leo baadhi ya wanaume mnafanya kwamba watoto <coughs> ni tomato. Unaenda chagua nyanya zilizoiva vizuri, na nyanya mbichi, wengine anawanyanyasa na mpaka wakizaa. Saa hii miaka kumi hujazaa, au mke akizaa mtoto wa kwanza wa kike, wa pili wa kike, wa tatu wa kike, na waongea wa nne kwani wa kike na anakuacha anachagua tomato. Sasa anachagua nazi, nazi nazi lokomaa na nazi hukoma ni bichi, si yote ni mwezo waa Sasa Nabii Allah Ibrahim akaomba dua akasema rabbi habli minasalihin, elangu nipatie mtoto wangu. Na ameomba dua hii manabii wawili katika Qur'an, Nabii Allah Zakaria, Nabii Allah Ibrahim, ndio manabii ambao kwamba waliketi muda mrefu katika ndoa na kupata watoto. Nabii Ibrahim waruzukiwa mtoto akiwa na 83 good years Uyo pata mtoto. Huyu mtoto anamwita babu ama anamwita baba? Hiyo umri ite three years. Mtoto wala mwita babu, wewe mwita baba sio ni umri ya babu, sini. Lakini angali nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam salamu, nabi Allah Zakaria, nabi Allah Zakaria, nabi Allah Zakaria, nabi Allah Zakaria, nabi Allah Zakaria,

na hawakuchoka kuomba. Lakini leo sisi mara nyingi tukiona mambo yetu, tukiomba, tukiomba, tukiomba, mwisho tunasema nimeomba sana, acha nijaribu njia zingine. Waenda kwa wataalamu, mtafuta mchawi, mganga akupatie madamu ambayo ifunga kiunozi, hakikisha wiki mbili ama siku arobaini huja hatoa kiunoni, na hakikisha haijagusa mali.

ambaye kwamba yeye mwenyewe acha kupata mtoto hata kupata mke akapata, kisha yeye ndio kumfanyia mpango upate mtoto halafu, utapata mtu kwambia unafukuzwa, na maana ukifukuzwa na yeye pia utakimbia. Mnafahamu sasa, nabii Allah Zakaria, nabii Allah Ibrahim walikuwa sana na dua au kupata tamaa kitu ambacho kwamba hujaandikiwa kukipata ni kile ambacho kwamba ukufa alikuwa hujapata, lakini maadamu bado unaishi, kuwa na matarajio: huenda leo sijapata, lakini kesho nitapata. Na last minute can save a man, mdamushamisho anaweza kusaidia. Na usitake tu maadamu monga dua lazima ulichokiomba upewe. Mara ingine aweza kuwa kwako ni kheri usipate mtoto pamoja, unakuwa usimwekee dhana Allah kusema hrisha e, mimi ni bora nisipate mtoto, ala naona hivo ah. Wewe kadhana njema, najua kwamba kuna muda ukifika nitapata, kama mimi nastahiki kupewa na ikiwa hujapata una kitu bora zaidi aa, alikupatia baada we, ya kusubiria yakusubiria mtihani huo, alikupatia sasa. Nabii Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam akaomba dua sana apate mtoto, Allah asema fabasharnahu bighulamin halim, tukampatia bishara kupata mtoto. Kisha mtoto akapewa sifa ngapi? Akapewa sifa kadhaa sifa ya kwanza Allah akasema ghulam, na sifa ya pili Allah akasema halimu. Hii ghulam ikamfanya nabii Allah Ibrahim aelewe vitu viwili. Kitu, kitu cha kwanza aelewe mtoto atakayepatiwa sio mtoto wa kike na wa kiume, ghulam ni mtoto wa kiume <coughs> Alafu kitu cha pili waweza kuwa mtoto baada ya muda mfupi tu akafariki hata kabla ya kuita baba si ndio? Lakini Allah akamsifu msifu ghulamu kuonyesha kwamba huyu mtoto hata kufa akiwa mchanga bado atakuwa mkubwa mpaka apate sifa ya kuwa ghulamu. Ghulamu ni mtoto wa miaka misaba kwenda mpaka kubaleri, ndio ghulamu kisha baadaye kwa sababu Allah amemruzukia mtoto huyu akiwa ni mzee wa miaka 83, akampatia mtoto ambao kwamba anaweza kuendana na uhalisia wake, kwa sababu mzee ana nguvu, si ndio? Akipewa mtoto kurutu si precious tampana. Lakini Allah akasema ghulam halim, ni ghulamin halim, tukampatia bishara, akapata mtoto mpole Saushakua mzee lazima apate mtoto mpole kidogo na raha. <coughs> naye akapea bishara kupata mtoto, na bishara hii kwakuja, mke wake Ibrahimu, ilikuwa amezeeka sana, ni nyanya, hata period apatwi hao tena. <coughs> wake akafikisha miaka hamsini, huo period linakatika. Ikisha katika, na katika period apati tena lakini waliamini kwamba alimjalia Adam kupatikana bila baba na mama, liwezambuzukia e mtoto. Alimjalia Mariamu kuzaa bila ya kufanya tendo la ndoa na mwanamume yoyote. Ana uwezo wa kumpatia mtoto mtu aliyokuwa na mke, hata kama amekata damu yake ya mwezi. <coughs> Wallahu ala kulli shay'in qadir. Alipokuja bishara kwa furaha kwa furaha si kwa, kwa kuwa dhania Mungu aweza, furaha nyingi akasema, aalidu wa ana ajuzun wa hadha badi shaykh ye, mimi nitazaa kweli? Na mimi ni nyanya kizere, na mume wangu ndio huyo mzee kabisa. Ikiwa mke amezeeka, huwa mume kwake, kati ya mke na mume, mara nyingi wakiwawana nanena kwa mkubwa hmm. wa mwingine sije sasa, ikiwa yule mdogo ashazeeka huyu bwana yuko wapi? Samezeka zaidi sasa, kwa furaha nyingi akisema, nitazaa na mimi nishazeeka hivi. <coughs> Leo tu wake zetu hawa miaka ishirini na tano wako na nguvu zao, lakini wakipata mimba wanafika, si sindio? mpaka mtu yoona kuinama, kutema mate hawezi awezi yoana kopo lake, akiona uja uzito yoana kopo limejazwa mchanga ndani, akitaka kutema mate onyesha tu kopo yotema hapo hapo Sababu hiyo tumefika, ndio hamalatu alawasio. Sasa ikiwa abomba na miaka ishirini na tano ishirini na tatu ishirini na nane ujauzito wapeleka mbio. uja ujauzito a yule akamjalia ujauzito uja pata jauzito alimpatia uwezo uja uzito wa kupambana na wake Nabii Allah Ibrahim akapewa mtoto lillah alhamdulillah, mtoto akazaliwa kwa salama. Alhamdulillah, baada ya kuzaliwa, babu huyu Nabii Ibrahim akawa yuko na raha na mtoto wake. Kwa upande mwingine umchukulia sawasawa na mtoto, na kwa upande mwingine umchukulia sawasawa na babu, yaani umchukulia kama mjukuu vili kulingana na umri, si ndio? na mara nyingi babu akiwa na mjukuu wake wasikia raha na naona, mababu wako wasikia raha kila wakati kwa mjukuu, atoka nyenye msikitini na ndani huko na yeye. Na Nabii Ibrahimu alikuwa na raha mtoto wake <coughs> baada ya kupewa bishara ya kupata mtoto, akiwa amepata mtoto akiwa na miaka 83 after 13 years, mtoto kuzaliwa themanini na tatu, ongeza miaka kumi na tatu. Nabii Allah Ibrahim ana miaka mingapi? arobaini na sita. Amezeeka sana, wakati huo ndio kila kitu ya utuma mtoto wake atatufanailhii kalete hii nifanye hii, na mtoto akiwa na miaka kumi mpaka kumi na tano kumi na tatu huwa ndo unampenda zaidi kwa sababu unaona faida yake, na hakuna kitu utakachomwamrisha atakwambia sitaki, kila kitu atakusikiliza sana, sasa unampenda zaidi. Hapo ndo mapenzi yafungamanika na mtoto ndo hapo sasa. Allah akataka kutupatia picha sisi na kutuonesha yeye kati ya mapenzi ya Nabii Ibrahimu kwa mtoto wake na mapenzi ya Nabii Ibrahim kwa Mola wake, ni mapenzi yapi makubwa zaidi? Kushinda mtihani akapewa Nabii Ibrahim leo, alikuja Jibril akamwambia Allah anakuamrisha uchinje mtoto wako, hainge kuwa mtihani mkubwa sababu Allah amemwamrisha kupitia Jibril wahi, sindio? Lakini hakuja Jibril wala hakuteremshwa wahi, bali ameoteshwa Yaani ile amri ile imekuja indirect, haikuja direct. falamma balagha maahu saya qala ya bunayya inni ara fi lmanami anni arbahu, alipofika umri wa yule kijana kwenda huku na kule, Ibrahim anamwambia mtoto wake, naona katika usingizi mimi na kuchinja si usingizini, wakuwachinja mtoto wako yuaona kwamba afanyani hapa. Naomba tupate mafunzo mawili: funzo la kwanza mzazi anapokuwa na mtoto wake, funzo la pili mtoto anavyokuwa na mzazi wake. Leo Nabi Ibrahim ameote ndoto moja kwa moja akaenda kamshika mtoto akamchinja wengine wakitoa tuhuma kwamba Nabii Ibrahimu ilikuwa hampendi yule mtoto, ndio maana rahisi rahisi alienda ka mchinja. Lakini pale Nabii Ibrahimu alipomweleza mtoto wake naona usingizeni na kuchinja, ni tuone ni namna gani kunao alaka mzuri baina ya mtoto na mzazi wake. Tusione kwamba ni mtoto tu mtundu ndio Nabii Ibrahimu alipomwambia mchinja, mchinja haraka, kwa sababu siku zote mtoto ilikuwa ni mtundu hata hii kimtokea jambo baya mzazi huo hahuzuniki kama vile mtoto anayempenda, lakini huyu nabii Ibrahim alipoona hii ndoto, pamoja na kuwa ni amri kutoka kwa Allah, hapo moja kwa moja kumchinja, bali alimweleza mtoto wake, mtoto wangu, mimi naona kwamba nakuchinja usingizini. Ningekuwa ni watoto wetu mzee, naona ushaanza kupiswa hiyo miaka 96 hiyo inaanza kuchenja akili kidogo. Lakini mtoto huyo ambao kwamba umesifiwa na Allah, bigulamin halim, mtoto mpole tu alimwambia babake, ifanye ma tuumar satajiduni insha Allah, utanipata kwa uwezo wa Allah na kwa matakwa ya Allah, mimi ni katika wale wenye kusubiri. Hii likuonyeshwa kwamba Nabii Ismail alayhi salatu wassalam alikuwa ni mwema sana kwa babake, pamoja na kuwa baba anataka kumfanyia jambo la kumaliza uhai wake, lakini alimtii, tofauti na mtoto wa Nabii Allah no mtoto wa Nabii Allah no babake alipoyomfanyia jambo la kuokoa maisha yake, lakini alikataa kumtii ya bunayya kam maana wala takun maa lkafirin